Natoa pongezi nyingi kwa Jeshi la Polisi. Pongezi nyingi kwa Jeshi la Polisi kwa kazi kubwa na nzuri wanayoifanya. hatuna budi kutambua kwamba uhalifu unaozuiliwa kwa jitihada za Jeshi la Polisi ni mkubwa kuliko unaofanyika kasi ya kuwabaini na kuwakamata wahalifu na kuwafikisha mahakamani imeongezeka. Jambo ambalo bado hatujafanikiwa vya kutosha ni ajali za barabarani. Lazima nazo tuendelee kuzitafutia mwarobaini wake. Aidha, nalielekeza jeshi la polisi kuongeza jitihada katika kukomesha matukio ya watu kupotea. Mheshimiwa Spika, jeshi letu la magereza nalo limeendelea kutekeleza vizuri majukumu yake ya kulinda wafungwa na kurekebisha tabia zao. Aidha, katika kulinda haki za binadamu, tumeendelea kuboresha huduma za malazi, mavazi na chakula kwa wafungwa, jinsi hali ya uchumi inavyoimarika. Kwa upande wa watumishi, serikali imepandisha vyeo maafisa waandamizi na askari wa jeshi hilo wapatao 14,700.